Tanzania inakusudia kupeleka filamu zake nchini China ili kuweza kuitangaza soko la filamu za ma... Kitanzania kimataifa. Kauli hiyo imetolewa na waziri mwenye dhamana ya michezo na, na utamaduni Nape Nnauye ambapo amesema kama filamu za Kichina zina soko hapa nchini basi hata filamu za Kitanzania zinaweza kupata soko huko China. Wanatafsiri uh, filamu zao za Kichina na kuzileta Tanzania uh, nimeomba na wao tutafsiri filamu za Kitanzania kwa Kichina na tunaweza tukashindanisha filamu bora pengine moja au mbili kwa mwaka tukazitafsiri kwa Kichina ili ziweze kuingia kwenye soko la Kichina. Mtakumbuka wachina wako zaidi ya bilioni moja, kwa hiyo utaona filamu ya Kitanzania ikitafsiriwa Kichina ikaingia ika China, itakuwa imepata soko kubwa, lakini itakuwa chanzo cha ajira na kupromoti kazi ya filamu katika nchi yetu. Kwa rasmi wiki ya filamu za Kichina hapa nchini kwa mwaka 2017, ambapo filamu tatu za Kichina zimetafsiriwa kwa lugha ya Kiswahili, kitu kinachomshawishi kuona kuwa hata filamu za Kiswahili zinaweza kupata soko nchini China. Katika hatua nyingine, serikali ya Tanzania na serikali ya China imetiliana saini mkataba wa makubaliano ya utekelezaji wa ushirikiano wa utamaduni kwa lengo la kuleta maendeleo kwa nchi hizo mbili. Wakizungumza kabla ya kusaini mkataba wa makubaliano hayo, waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo, Nape Nnauye, na naibu waziri wa utamaduni wa China, Dong Wei, wamesema kusaini kwa makubaliano hayo kutaleta mabadiliko makubwa ya ushirikiano wa kiutamaduni kati ya China na Tanzania. Tanzania tuko tayari kuunga mkono wa China kwenye mambo yao, na mambo ya China ni mambo ya Tanzania. Kwenye jumuiya ya kimataifa msimamo wa China ni msimamo wa Tanzania. Nataka niwahakikishieni ushirikiano wa kutosha, na kupitia utamaduni tutaendelea kutunza, kulinda na kuenzi ushirikiano uliopo kati ya China na Tanzania. Nichukue nafasi hii kuwakaribisha tena.